Zikiwa zimesalia siku chache kabla ya usajili wa ushiriki wa timu ya taifa ya Zanzibar UK U. Diaspora kufungwa, mabingwa hawa watetezi wa kombe la mataifa ya Afrika nchini Uingereza sasa wanakabiliwa na hofu kubwa ya kukosa kushiriki na kutetea ubingwa wao huo. Je, timu hii imetelekezwa? Hebu tupate maoni ya wadau. Nahisi timu imetelekezwa kwa sababu mimi sioni sababu Wazanzibari wote waliopo Uh, England kosa kuichangia timu ya, ya Zanzibar. Hilo la kwanza. Serikali yetu ya Zanzibar kwa nini isichangie isi, kwa, do, kwa hiyo paundi elfu mbili au mchango wote ambao ungekuwepo ni hela ndogo sana, kwa nini serikali yetu isichangie isitie nguvu, yani katika swala hilo? Ni swala kama ya, la michezo, wakati ukiangalia michezo pia inatangaza Zanzibar kiasi kikubwa. Ya, na vilevile vijana wa Kizanzibari wanapata ile wanapata kujiadvertise wenyewe kwamba at least wanaweza wakapata timu momo, vijana wana, wanafaika vijana yani, kuna vitu vingi vizuri vya maana vingeweza kupatikana ndani yake. Mimi sioni sababu kwa nini serikali yetu haikuweza kuwachangia hao vijana um, sitaki kusema kwamba timu imetelekezwa kwa sababu itakuwa labda na ila kwamba tulitegemea kwamba tutapata sapoti kubwa zaidi ya hivi. Hapa tulipofikia, deadline kweli ipo karibu, lakini hatujavunjika moyo. Bado tunajaribu kutafuta msaada huku na kule na kila sehemu tunajaribu ku, kujitangaza vile inavyotakiwa zaidi. Sasa heri ikatokea labda kabla hiyo timu tukafanikiwa, lakini <coughs> uh, kiukweli hatujajua kabisa kwamba it, kama itawezekana au haitawezekana lakini tunajaribu kusukuma muda kuwa na matumaini kwamba itawezekana kufanya vile tunavyoweza kama tulivyofanya zamani. Ikibidi labda tuwajibike wenyewe, kama tutaweza tutaweza, kwa sababu nia na madhumuni ni kwamba kujitangaza kama timu ya Tanzania na Zanzibar. Changamoto hizi ni kawaida, bila shaka kutokea, kwa sababu ili kufikia sehemu kubwa ya nafasi ya international kujulikana bila shaka lazima tutapitia changamoto na matuta katika njia yani. Ikiwa siku ambazo chache ambazo zimebakia, ikiwa mpaka siku tatu zimebakia, ina maana wa I believe kwamba ni, ni, huko ni kutelekezwa, kwa sababu nahisi pengine ilikuwa kuna enough time ya kufanya hayo mambo, lakini uh, mpaka imebakia siku tatu na hakuja, pengine ziliandikwa barua kuomba kwamba, bwana we need this support and then hakuna any responding mpaka sasa hivi, ni dhahiri ni, ni hilo swala kwamba imetelekezwa.